Anesaswe kwa majina naitwa Asmini au wa Madaniela. Aniko hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya kulinda maisha yangu. Jumatano usiku ilikuwa kama saa mbili nilikuwa nakuja mazoezi. Nilichelewa kwa hiyo huwa natumia daladala au bajaji. Sasa kwa hiyo nimechelewa, ikabidi nipande bodaboda. Nimetoka na bodaboda kule nyumbani bondeni, tuna mnaoifahamu pale TNT kwenye ile connection ya kutoka TNT kuingia barabara kubwa. Ile tunaingia iitoka bajaji spidi sana yaani yani, nilikuwa tu nimefunga macho, bodaboda naye kasimama, nimefunga tu macho itakayotokea nalitokee. Bajaji imebana brake, yani iko hivi, bodaboda hii, bajaji hii hapa. Tukatoka hapo, tukawa salama, tumeenda tunafika. Ukitoka Mombasa kitu kinachofuata madafu. Tunafika pale, tuko barabarani katikati, bodaboda anatembea nyuma ikatokea daladala yaani, dadai imepiga oni, yaani yaani, bodaboda yule dereva nusu agonge mlango wa nanili wa daladala, ika ika imepiga oni kali kwa, ikawa imemchanganya kati kisika, tukaka kudondoka, lakini hatukudondoka. Tumetoka hapo tumevuka ile daraja la majumba sita, tumefika kituo panaitwa Stakshari, tumefika pale kuna gari nyeupe ilikuwa nyuma yetu, si tuko kati, na kuna bodaboda inatoka huku inarudi kule, inaenda Majumba Sita. Ile bodaboda ilikuwa imebeba mama, alikuwa amekaa kama ameana, amevaa sketi ya kubana, kwa kukaa kiume hivi, hawezi kuwa amekaa kama miguu ameyeka, au ameangalizia upande mmoja. Wakati wanakuja ile gari ilikuwa anataka, si tuko kati, gari iko nyuma na yeye anakuja, gari anataka ituvuke sisi kwa kasi ije huku mbele. Sasa wakati inavuka hivi, imeenda kukutana, yani inataka kukutana uso kwa uso na ile bodaboda inayokuja mbele yetu. Yule bodaboda akafanikiwa kumkwepa, tumetoka pale tunasogea, tumefika kwa mchina tunakutana na ajali. namshukuru Mungu uenda ikawa ile ajali iliyotokea pale kwa mchina Ukuta tayari itakiwa, nikute itukute sisi. Nimenusurika ya kwanza ya pili ya tatu. Afu, nime, nimepona. Namshukuru Mungu. Unajua sisi hatuziki mtu kabla ya wakati Ee, hatuziki mtu kabla ya wakati. Na roho ya ajali ikuache kuanzia leo kwa jina la Yesu. Jipake au mafuta na hautakufa kabla wakati wako kwa jina la Yesu Kristo. Hata shetani ya kutafuta vipi hata kupata kwa jina la Yesu, maana umefichwa ndani ya damu ya Yesu.